Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametuingiza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayuha ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, tumefaradhishwa imefaradhishwa juu yenu Waislamu wa umini saumu ya mwezi wa Ramadhan kama ilivyofaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla yetu, sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Lakini pamoja na kuwa tumefaradhishiwa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wenzetu waliokuwa kabla yetu kufaradhishiwa mwezi wa Ramadhani, lakini kuna mambo ambayo sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasalam ndani ya huu mwezi wa Ramadhani tumeyapewa wengine waliopita kabla yetu hawakupewa. Sasa haya mambo ndugu zangu, nataka niwafahamishe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, utiyati ummati khamsatun lam yu'ta ahadun min qablikum, umepewa umma wangu mambo matano. Mambo matano ambayo hawakupewa waliokuwa kabla yao au kabla ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mambo haya yanapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Tulisema kwamba mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa kwa waliokuwa kabla yetu na ukafaradhishwa kwetu sisi pia, lakini ndani ya kufaradhishiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani sisi kuna mambo ambayo tumepewa, wenzetu hawakupewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jambo la kwanza ambalo wamepewa umati wangu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, unapofika ule usiku wa kwanza wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huwa akawatazama ta wale waja wake kwa jicho la rehma, kwa jicho la huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na yule mwenye kutazamwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na jicho la rehma, Mwenyezi Mungu hatomuadhibu mja huyo. Jambo hili tumepewa sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema, idha kana awwalu lailati min ramadhana yandhuru Allahu ilaihim birahma wa man nadhara Allahu ilaihi birrahma la yuadhibuhu ba'dahu abadan Unapofika usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, tukapoangalia tuka mwezi tukauona mwezi, kawa kesho tunafunga. Kwa hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba Mwenyezi Mungu akawatazama kwa wajawale kwa jicho la rehma, na yule ambaye Mwenyezi Mungu akamtazama kwa jicho la rehma hatomwadhibu. Lakini jambo la pili ambalo tumelipata sisi umati muhammadin ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huwa akawaamrisha malaika malaika watutakie msamaha sisi, malaika ambao wana sifa ya kutomwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, la yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun yu wana sifa ya kutomwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wao ni wenye kufata tu maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa akawaamrisha malaika wake wote wale watutakie istighfari, yani watutakie msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini jambo la tatu ambalo tumepewa sisi umati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndani ya huu mwezi wa Ramadhan, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna raihata swaimi atyabu inda llahi min rihi lmiski, harufu inayotoka katika mdomo wa aliyefunga inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuliko hata harufu ya miski. Kwa hiyo kinywa chako au mdomo wako ile harufu inayotoka kiwa umefunga tangia asubuhi, hujakula mpaka jioni, mdomo unatoa harufu, harufu hile inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kuliko hata harufu ya mafuta yoyote au manukato yoyote au marashi yoyote ambayo wewe unayasikia yananukia vizuri, basi yanashindwa na harufu ya mdomo unayotoka inayotoka kwa mtu aliyefunga. Hili ni jambo la tatu ambalo tumepewa sisi ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ama jambo la nne ambalo tumepewa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yakulu, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala liljanna, kuiambia pepo. Mungu anaiamrisha pepo au anaiambia pepo, itahidhi zinatak, jipambe ewe pepo. Pepo inaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba ijipambe, ikae vizuri, kwa sababu kuna waja ambao ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasalam wamefunga na malipo ya, ya kufunga ni kuenda ingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wayakulu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anayambia pepo, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wataala tuba liibadi, kheri zote ni za waja wangu almuminina, waliowaumini walio muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kheri zote ni za kwao wao ambazo watazipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hum auliyai, hao ni wapenzi wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila hizi amezipa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika jambo la tano ambalo tutalipata sisi ummati Muhammad ndani ya mwezi wa Ramadhan, yaghfirullah ta'ala lahum jami'an Atawasamehe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala madhambi yao yote, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza na kutufundisha asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam lau yalamu ummati au lau taalamu ummati, lau unajua ummati wangu mafi fi Ramadhani, yanayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani latamannauna wangelitamani anyakuna sanata kulaha Ramadhani, wangetamani kwamba mwaka mzima uwe ni Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ndani yake ina mambo matukufu. Jambo unalolifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hilo ni jambo ambalo thawabu zake ni nyingi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema mwenye kutekeleza jambo mwenye, mwenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na jambo lolote katika mambo anayoyaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa ni jambo la faradhi, basi Mwenyezi Mungu anamlipa thawabu za faradhi sabini, na liwapo ni jambo la sunna, basi Mwenyezi Mungu anamlipa thawabu za faradhi. Kwa hiyo hii ni khairi ambayo tumeipata sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itasikitisha na itakuwa ni hasara kwa mtu ambaye ameingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini akawa hajishughulishi na ibada yoyote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kheri inayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yeye ikawa kwake ni hasara. Ni hasara kubwa kwa mtu ambaye ameingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa ana ana afya njema ana swiha njema, lakini hayupo katika kufanya ibada saumu, so yenyewe pia si mwenye kuifunga, hii itakuwa ni hasara kwa mtu ambaye ameingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lwizangu. Kwa hiyo ndugu zangu, tutambue kwamba sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma uliokuwa bora. Ubora wetu unatokana na mambo mengi, miongoni mwao ni kuamrishana mambo mema na kukatazana mambo mabaya. Kwa hiyo haya mambo matano ambayo tumepewa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kutokana na ubora wetu tuliokuwa nao sisi ummati Muhammad. Niwahusie ndugu zangu katika imani, Ramadhani imeingia, Ramadhani tuko ndani ya Ramadhani. Kinachotakiwa tukithirishe kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa namna mbalimbali za ibada. Mwenyezi Mungu atukubalie somu yetu, Mwenyezi Mungu atujaalie kuwa ni wenye kukubaliwa saumu zetu, ni wenye kufanya ibada zetu za somu na kusimama visimamo vya usiku, ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.